Tunaanza taarifa zetu ambapo mwanamume mmoja ameuawa mjini Kitale baada ya kufumaniwa akiwa kitandani na mke wa wenyewe. Mwanamume aliyehusika na mauaji hayo na mkewe aliyefumaniwa wametoroka na wanatafutwa na maafisa wa polisi. Hussein Mohammed na taarifa zaidi. Ni nyuso za wakazi waliopigwa na butwa, wengi wao wakifika hapa kushuhudia tukio lisilo la kawaida. Ni kisa cha mapenzi kwenda mrama, na matokeo yake ikawa ni kifo kwa aliyefumaniwa akililima shamba la wenyewe. Nadaiwa kuwa jamaa mwenye nyumba hii alimfumania mpenzi wake akikuwa na jamaa mwingine, na kilichofuata ikawa ni simulizi. Mupa pesa, aenda unga, wamepika chakula. Bibi naye alipata huko bwana mwingine, akamtanganya hako na pesa nyingi. Bwana ako na pesa, na bibi naye akamwambia, wewe ni nyeze, tuende kwangu sina bwana sina, sina wakakuja kulala na kumbe bwana amelala kwa nyumba. Ndio bwana aliua huyo mtu. Ni familia ambayo ina mtoto aliye na umri wa miaka sita, mtoto ambaye alinusurika makabiliano hayo, huku majirani wakisema ilikuwa ni kama ada kwa wapenzi hao kutofautiana, na tofauti hizi zilipojiri hawakutaka kuzingilia kati. Nami ngaingia kwa nyumba, mama amekinga mtoto kwa mgongo, ngatoa mtoto kwa mgongo ngapeleka kwangu akalala mpaka asibuhi. ngawambia wapigane, mi na lala. Walipigana asibuhi, mi kutoka akapata mutu amekufa. Mke na mume alitekeleza mauaji hayo, wote wametoroka na kwa sasa wanatafutwa na maafisa wa polisi baada ya kumwacha mtoto wao. Hussein Mohammed, KTN Leo.